Ukweli ni huu, utajiri hauji bila changamoto, na mara nyingi changamoto kubwa si pesa, ni watu. Leo nitakushirikisha mafunzo tano halisi niliyojifunza kutoka kwenye kisa cha msanii Akon. Mafunzo yanaweza kubadilisha jinsi unavyotazama pesa, watu na mahusiano yako. Kabla hatujaanza, kama wewe ni mmoja wa watu wanaoamini kwamba maisha bora hayaji kwa bahati, bali kwa kuelewa kanuni za mafanikio, Bonyeza subscribe, washa notification bell na ujiunge na familia ya Fikra Chanya, maana video kama hii si burudani tu, ni darasa la maisha. Na leo hadithi ya Akon itakufungua macho kwa namna ambayo hujawahi kufikiri, kwa sababu kuna ukweli mchungu ambao wengi hawataki kusikia: pesa hubadilisha mazingira yako, lakini haibadilishi tabia za watu walio karibu nawe. Baada ya kupata dola milioni yake ya kwanza kupitia muziki, sawa na takribani bilioni 2.7 za Kitanzania, Econ hakurukia stareha wala anasa. Alikuwa kijana aliyeona maisha ya chini, mzaliwa wa Senegal, aliyetumia muda mwingi Marekani akijaribu kuelewa maisha ya mafanikio. Wakati wasanii wengi wakianza kununua magari vitu au nyumba za kifahari, Econ aliamua kufanya kitu tofauti. Alitumia pesa zake kwa makusudi. Kwanza alinunua studio muziki, si kama fahari, bali kama chanzo cha kipato. Kisha akawasaidia wazazi wake, akalipa madeni yao na kujaribu kuweka mizani baina ya pesa na mahusiano. Lakini kama ilivyo kwa wengi, pesa ilipoingia, mambo yalibadilika. Watu walianza kumwona tofauti, wengine walimuona kama benki, wengine kama mkombozi, na wengine kama fursa na hapo ndipo alijifunza mafunzo tano muhimu sana, ambayo leo tunayaweka mezani moja baada ya jingine. Lesson 1: thamani ya kuwekeza rasilimali zinazozalisha pesa. Akon alitumia dola 250, takribani milioni 675 za kitanzania kununua studio ya muziki. Wengine walimcheka wakasema, una hela, kwa nini usifurahie maisha? Lakini Akon alijua kitu kimoja. Matumizi hayalishi, uwekezaji unakulisha. Alijenga mfumo. Studio yake ikawa kama shamba la dhahabu. Wakati wengine wakitumia pesa, yeye alikuwa anazalisha pesa mpya. Somo la kwanza: usitumie pesa yako kutafuta burundani, tumia kuunda mfumo unaokuzalishia kipato. Hata kama unafanya biashara ndogo, unauza nguo, chakula au una kipaji cha muziki, tafuta njia ya kufanya kipato chako kikufanyie kazi. Pesa hahitaji show off, inataka structure. Ukiweza kuunda mfumo unaokuletea mapato hata ukiwa umelala, hapo ndipo umeanza safari ya uhuru wa kifedha. Muulize moyo wako leo, je, pesa zako zinakutumikia au wewe unazitumikia? Lesson 2. Weka mipaka na thamani ya pesa. Baada ya kupata utajiri, Akon aliamua kuwasaidia wazazi wake. Alitoa kwa moyo wazazi wake dola 150, kila mmoja, milioni 45 za Kitanzania, ndugu zake dola 25, kila mmoja, milioni 67.5 za Kitanzania. Lakini mpenzi wake akataka zaidi, alimpatia dola 5000 milioni 15.5. Lakini bado hakuridhika, alitaka zaidi, zaidi na zaidi. Hapo ndipo changamoto ya kweli ilianza. Akon alijifunza kwamba ukikosa mipaka, pesa yako itakuwa sumu watu wataona ukimya wako kama nafasi ya kutumia. Somo la pili: kuwa na mipaka ya kifedha. Usiogope kusema hapana. Unapolinda mustakabali wako, wengine watakuona mchoyo, wengine mkali, lakini kwa kweli unajenga nidhamu. Hakuna mtu anayeheshimu pesa yako kama wewe mwenyewe. Hata kwa ndugu, jifunze kusaidia kwa hekima, si kwa huruma pekee. Kisa cha Akon kinatufundisha, ukiruhusu huruma yako isimamie maamuzi ya kifedha utalia kwa machozi ya kiuchumi. Lesson 3: mahusiano ya kweli hayana bei. Baada ya kukataa kumpa zaidi, mpenzi wake aliondoka. Wengi wangesema alimpoteza, lakini ukweli ni kwamba alijikomboa. Akon alijifunza kitu ambacho wengi wanagundua kwa uchungu: watu wengi hawapo kwa ajili yako, wapo kwa ajili ya kile wanachokipata kutoka kwako. Wakati unapotoa, wanakushangilia ukiacha kutoa wanatoweka, lakini hiyo ni baraka kwa sura ya maumivu, kwa sababu pale pesa inapopotea ndipo unapoona nani alikuwepo kwa dhati ya moyo wako, si mfuko wako. Somo la tatu ni rahisi, lakini lina uzito: heshima, mapenzi na uaminifu havinunuliwi kwa pesa. Ukiwapoteza watu kwa sababu ya mipaka yako, usilie, ujue ulikuwa umewapoteza muda wote, walikuwa kivuli tu cha upendo Pesa inaweza kukununulia vitenge, pete au safari, lakini haiwezi kununua amani ya moyo. Watu wa kweli hawana bei, wana thamani, na thamani hiyo haipimui kwa namba, bali kwa uaminifu wao unapokuwa hamna chochote. Lesson four: nidhamu ya kifedha ni siri ya utajiri wa dumu. Utajiri wa dumu haupimui kwa ukubwa wa akaunti yako, bali kwa kina cha nidhamu yako. Akon aliendelea kuwekeza badala ya kutumia ovyoovyo ovyo. Alijua kuwa kila matumizi yasiyo na mpango ni hatua moja nyuma kwenye safari ya uhuru wa kifedha. Nidhamu ya kifedha ni silaha ya watu wachache sana. Ni rahisi kutafuta pesa, lakini ngumu kuilinda, kwa sababu dunia ya leo kila kitu kinataka tumia sasa, fikiria baadaye, lakini watu wachache wanafahamu kwamba kila pesa unayoitumia vibaya leo ni fursa unayoiua kesho. Hivyo somo la nne, utajiri wa kweli ni matokeo ya nidhamu ya kila siku. Kama huwezi kusimamia elfu kumi vizuri, hauna nafasi ya kusimamia milioni. Akon alisema, you can't manage more if you can't manage less. hiyo ndiyo siri ya kutunza baraka zako. Lesson 5, chagua mahusiano kwa uangalifu. Somo la mwisho na labda muhimu zaidi, chagua watu wako kwa uangalifu. Watu sahihi hawaji tu baada ya mafanikio, wako hapo hata wakati wa mapambano. Wale wa kweli hawahitaji ushahidi wa utajiri wako ili kukuamini. Wanaona thamani yako kabla dunia haijaona jina lako. Akon aligundua kwamba uhusiano mzuri ni kama uwekezaji bora, unahitaji uaminifu, muda na nia safi. Usiruhusu pesa yako ziwe kigezo cha uhusiano, maana pesa inakuja na kuondoka lakini watu sahihi wanaweza kukuokoa hata ukiwa kwenye magumu. Chagua uhusiano unaokuinua kiakili, sio unaokukamua kifedha. Kila mtu katika maisha yako ni uwekezaji; wengine wanakupa faida, wengine hasara. Kwa kifupi, kisa cha Akon ni zaidi ya hadithi ya msanii aliyefanikiwa; ni darasa la maisha, la pesa, heshima na uhalisia wa mahusiano. Utajiri unaweza kukuja, lakini bila nidhamu mipaka na watu sahihi utapotea haraka. Kumbuka haya maneno: kila dola ni uamuzi, kila uhusiano ni uwekezaji. Fanya maamuzi kwa busara, na kama umejifunza kitu leo, bonyeza like, share video hii na subscribe kwenye channel ya Fikra Chanya. Huu ulikuwa ni darasa la maisha kutoka kwa Akon. Tukutane kwenye video inayokuja ambapo tutajifunza kutoka kwa mtu mwingine aliyepitia safari tofauti, lakini aliyotuachia hekima za kudumu. Kumbuka, utajiri ni matokeo ya nidhamu na amani ni matokeo ya maamuzi. Asante kwa kutazama.